Kitu, kitu cha Kabanga waturisti kama mturisti, yani nimeingia ndani ya Kabanga mturisti kama mturisti, nimevuka mikoa kama kumi mpaka anafika hapa mm -hmm. e. mm -hmm, ona vitu hivyo tunakuwa tunajiachia, yani piga ya hesabu kutoka Dar es Salaam mpaka wanafika Kabanga mpa, mpakani na Burundi huku, kupiga hesabu nimevuka mikoa mingapi, nakutana wazee like, kama hao wenye busara mjini <laughs> kama tumekosa kabisa sasa hivi kwe kula tundizi yako. <laughs> na walembo kama wanaotudumia waturisti kama mturisti gademiti maona mm, vitu hivyo mimi najiulia, mkiambwa mtoke magetoni amtake mnang'ang'ania tu, tokee ni magetoni, nyiw watoto mwanzo mm, mwisho. Unawaambia <laughs> watoke magetoni, hey, magetoni, wajipambania wataki, wanasubiria eh, vitu vya ulisi baba afe, unaweza upate ulisi kademiti.